Mheshimiwa Spika, mwaka huu historia imeandikwa. Idadi ya watalii wa kimataifa imeongezeka kwa asilimia 132.1 kutoka watalii laki 9, 22 mwaka 2021 hadi watalii milioni 2.1 mwaka 2024. Aidha, idadi ya watalii wa ndani waliotembelea vivutio vya utalii imeongezeka kwa asilimia 307 kutoka watalii laki 788 mwaka 2021 hadi kufikia watalii milioni 3.2 mwaka 2024. Hatua hii imewezesha idadi ya watalii kufika milioni 5.3. Mheshimiwa Spika, na ndio maana tulikuja na ile plate namba t 503 USD. Hapa tunasema tumefikia watalii milioni 5.3. Hii ni sawa na asilimia mia na saba ya lengo la watalii milioni tano kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2020. Tuliambiwa, fikisheni watalii milioni tano. Hapa tunatangaza rasmi tumefikisha watalii milioni tano laki tatu. Asanteni sana wabunge na Watanzania. Waheshimiwa wabunge, ni rasmi sasa nieleze bunge lako tukufu kuwa kwa lengo la idadi ya watalii lililowekwa na ilani tumetekeleza, ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya muda kufika. Hongera kwetu sote wa Tanzania kwa rekodi hizo. Pia shirika la Umoja wa Mataifa la utalii duniani UN Tourism limeitaja Tanzania kuwa nchi inayoongoza Afrika kwa mwaka 2024 kwa kuwa na ongezeko kubwa la watalii ikilinganishwa na kabla ya janga la Uviko 19 ambapo utalii Tanzania ulikuwa kwa asilimia 48, Ethiopia asilimia 40, Morocco 35 Kenya kumi na moja na Tunisia tisa. Haya ni matokeo yaliyochangizwa na maono ya Mheshimiwa Rais na kujitoa kwake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na hasa katika ile filamu ya Tanzania The Royal Tour na ile ya Amazing Tanzania. Hivi sasa Mheshimiwa Spika tunapata booking za watalii mwaka 2026, 2027, 2028 booking tumeshaanza kupokea. Mheshimiwa Spika tunakushukuru sana sana. Kuongezeka kwa mapato yatokanayo na shughuli za utalii, hili ni eneo lingine la pili, si tu kuongezeka kwa watalii. Mheshimiwa Spika, lakini pia katika kipindi hiki mapato yatokanayo na shughuli za utalii yameongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni moja nukta tatu dola mwaka ishirini na moja hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni tatu nukta tisa mwaka ishirini na nne <coughs> sawa na ongezeko la <laughs> asilimia mia mbili kwa watalii wa kimataifa. Hatua hii imeifanya Tanzania kwa mujibu wa UN Tourism kushika nafasi ya tisa duniani na ya tatu barani Afrika kwa ongezeko la mapato ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kabla ya Uviko-19.